Lakini je, sasa kwenye mahusiano unafikiri nini? Leo unakuta mtu kaoa eh. Ulimpenda kweli huyo mwanamke ulimpenda kweli huyo dada watu, lakini baada tu ya miezi miwili mitatu mwaka, unasikia mbwa wewe punda wewe hivyo. Unafikiri maneno kama hayo, ndugu yangu afkili yanaleta kweli? yanajenga? yani hata ha, ha, tuka kuangalia hayajengi, ha, ha. Kwa hiyo ndio maana ulimi ni kiungo kidogo, lakini madhara yake ni makubwa. Ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu ya maneno, na mahusiano mengi pia yamevunjika. Watu walikuwa wanafanya biashara pamoja lakini wanapishana kwa sababu ya ulimi. Hesabu kumi na mbili, twende katika kitabu cha Hesabu Naweza kasema hiyo ni, hapo. Twende kwenye agano la kale, Hesabu kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa, wa wa kumi. Kisha Mariam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke mkushi aliyekuwa amemwoa, maana alikuwa amemwoa mwanamke mkushi. Mkushi ni Mwethiopia, ni mtu kutoka yeah, Ethiopia okay. kwa hiyo namba, huyo ndo alikuwa mke wa, wa, wa, wa, wa, wa ndugu yetu Musa.